Mmoja ya binadamu waliowahi kusadikika kuwa na umiliki mkubwa wa fedha duniani, Pablo Emilio Escobar Gavira, aliwahi kunukuliwa akisema: mimi sio tajiri bali ni masikini mwenye pesa. Pablo na mwenzake Gustavo walikuwa wahuni kweli kweli, wakifanya biashara ya dawa za kulevya na kujikusanyia utajiri mkubwa, sio kujinufaisha wenyewe bali walihakikisha wanawasaidia wananchi wa Medellin. Haina utofauti na wahuni wawili wanaopatikana mitaa ya Twiga na Jangwani ambao nyie mlikubaliana hawa ni wahuni si ndio? Mkasema hakuna rais anavaa mavazi yaliyochanika, mkadai mbona Florentino Perez anavaa suti kila siku, tena mkaenda mbali na kutueleza kuwa vijana hawa wataupoteza mpira na watazamisha jahazi la wananchi wa Twiga na Jangwani. Ila nawakumbusha, hawa sio wadudu wala wale tatu mzuka wa kule nyumbani kwetu Arusha, ambao ukikutana nao unashauriwa kuanza kufanya toba. Na wakumbusha hawa sio panyarodi wa Dar es Salaam wanaozunguka mtaani kufanya vurugu na kujeruhi wasakatonge wa kawaida wahuni hawa sio 32 au 45 wanapigana mikwara kila kukicha, na wakumbusha tu hawa sio watu wasiojulikana, bali wahuni hawa wanajulikana wakifanya makubwa kwenye soka katika ardhi ya JK Nyerere. Wahuni hawa hawakai vijiweni na jioni kupiga wananchi roba, ila wao wamejivisha mabomu ya kuwafundisha namna uongozi wa mpira wa kisasa unavyokwenda. Wamekuja kuwatoa ukungu wa fikra wa kukariri kuwa Uongozi bora ni mavazi au umri mkubwa. Wanawakumbusha mwonekano na miaka sio kitu, bali fikra chanya ndio siri ya mchezo. Wahuni hawa wanaburuza msimu wa nne huu, wakitoa ubingwa wa ligi kuu na kombe la shirikisho mara nne mfululizo, zote bila majibu. Mbaya zaidi, msimu huu wakitoa mataji matano: ngao ya jamii, ligi kuu, CRDB muungano na hata Toyota Kapu. Muhuni mmoja ni kutoka Kinondoni mwanaye na nenga huku mwingine akivuka maji kutoka visiwa vya karafuu, visiwa vya uchumi wa buluu, Zanzibar. Mabibi na mabwana, hawa ni Engineer Hersi Saidi na Arafat Haji, waite wa uhuni wa mpira wa kisasa, waliowarudisha darasani. Mpitie notisi zenu upya kuhusu football administration, wadai kwa wadaiwa. Wahuni hawa wanapatikana katika ardhi ya mama Kizimkanzi, ardhi ya Tanzania. Mwandiko huni wa mwandishi Moses Kirumbi, nami ni binti wa mzee Haji.